Katika The Big Story leo tunaangazia kifo cha aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi, kiongozi ambaye alikuwa na ndoto ya kuliunganisha bara la Afrika na kujitegemea. Muammar Gaddafi aliyekuwa kiongozi wa Libya kwa zaidi ya miaka 40 aliuliwa tarehe 20 Oktoba mwaka 2011 baada ya kushikwa na wapiganaji waasi katika mji wa Sate, ngome ya mwisho ya wafuasi wake, kufuatia mapinduzi makubwa ya wananchi aliochochewa na vuguvugu la Arab Spring. Kifo chake kilikuwa kilele cha miezi kadhaa ya mapambano kati ya serikali yake na vikosi vya waasi walioungwa mkono na mashambulizi ya kijeshi kutoka NATO, yaani muungano wa kujihami wa Ulaya yalioruhusiwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuwalinda raia wa Libya. Februari mwaka elfu mbili kumi na moja maandamano ya amani yalianza Libya, wananchi wakilalamikia ukosefu wa demokrasia, rushwa ukandamizaji wa kisiasa na ufisadi wa kifamilia wa Gaddafi. Badala ya kujibu kwa njia ya mazungumzo au mageuzi, Gaddafi alitumia nguvu kubwa ya kijeshi dhidi ya waandamanaji. Hatua hiyo ilisababisha uasi wa kitaifa na makundi ya waasi yakaanza kushikilia sehemu mbalimbali za taifa hilo la Libya. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, UN, likapitisha azimio liloruhusu kuingilia kati kwa jeshi na hapo basi muungano wa NATO ukaanza mashambulizi ya anga dhidi ya vikosi vya Gaddafi mwezi Machi mwaka elfu mbili kumi na moja. Kadri miezi ilivyozidi kusonga, nguvu ya serikali ya Gaddafi ilizidi kudhoofika. Waasi waliweza kuchukua miji muhimu kama vile Bangazi, Misrata na hatimaye Tripoli, mji mkuu wa Libya. Huku Gaddafi akijificha, waasi waliendelea kuizingira sate mji wa nyumbani kwa Gaddafi uliokuwa bado unashikiliwa na waasi wake wa mwisho. Mji huo ulivamiwa na kushambuliwa kwa wiki kadhaa, huku NATO ikisaidia kwa mashambulizi ya anga. Mnamo tarehe ishirini Oktoba mwaka elfu mbili kumi na moja, Gaddafi alijaribu kutoroka Sate pamoja na kundi la waasi wake kwa kutumia msafara wa magari. Msafara huo ulionekana na ndege za NATO ambazo zilishambulia kwa mabomu. Kufuatia mashambulizi hayo, Gaddafi alijeruhiwa na maafisa wake kusambaratika. Gaddafi alikimbilia kujificha katika bomba kubwa la maji taka karibu na eneo la msafara ulioshambuliwa. Hata hivyo aligunduliwa na wapiganaji waasi wa Libya waliokuwa wakifanya msako eneo hilo. Baada ya kukamatwa kwa Gaddafi, Gaddafi alionekana tena akiwa hai lakini amejeruhiwa vibaya akipigwa, akitukanwa na kuburuzwa na wapiganaji waliomkamata. Video zilizosambaa kwenye mitandao na zilizopigwa na simu za wapiganaji zilimuonesha Gaddafi akiwa hai, akimwaga damu kichwani na akiomba huruma. Baadaye aliuliwa ripoti mbalimbali zikisema kwamba alipigwa risasi tumboni na kichwani, lakini haijulikani wazi ikiwa aliuliwa papo hapo au alikufa kutokana na majeraha na ukatili aliopata mikononi mwa wapiganaji. Mwili wake ulisafirishwa hadi Misrata ambako ulionyeshwa hadharani kwa umma kabla ya kuzikwa mahali pasipojulikana. Kifo cha Muammar Gaddafi kilimaliza rasmi utawala wake wa muda mrefu, lakini hakikurejesha utulivu wa haraka nchini Libya badala yake nchi hiyo iliingia katika kipindi cha vurugu, migawanyiko ya makabila, uhasama wa kisiasa, mapambano ya mamlaka kati ya makundi ya wanamgambo na serikali mbalimbali zilizojitokeza. Ingawa wengi walifurahia kuondoka kwa Muammar Gaddafi madarakani, mauaji yake yaliletwa masuali mengi kuhusu haki za binadamu, matumizi ya nguvu kupita kiasi katika mabadiliko ya kisiasa na nafasi ya mataifa ya kigeni katika siasa za ndani ya nchi huru.